Nitaenda kugombea vijijini. Joto la ubunge katika majimbo mawili yaliyoko katika wilaya ya Bariadi, jimbo la Bariadi mjini na jimbo la Bariadi vijijini linazidi kupanda. Huo ndiyo msimamo wangu, kwa sababu nimezaliwa huko, nimekulia huko, sitokata kwetu Kabla ya kugawanywa na kupatikana majimbo mawili, wilaya hii ilikuwa na jimbo moja likiitwa jimbo la Bariadi ambalo mpaka sasa lipo chini ya mbunge Mhandisi Kundo Mathew ambaye pia ni naibu waziri wa maji. Kwa hatua zile za mwanzo, tumeambiwa kwamba kutakuwa na jimbo la Bariadi mjini na jimbo la Bariadi vijijini. Joto hili linazidi kupanda baada ya mbunge huyo kuamua kubadilisha gia angani. Hii ni baada ya jimbo kugawanywa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ilikuwa tarehe nne mwezi wa tano, elfu mbili na ishirini na tano. Mbunge huyo akiwasilisha utekelezaji wa ilani kwa wajumbe wa Mkutano Mkuu wa CCM Wilaya ya Bariadi alitumia mkutano huo kutangaza kuwa endapo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi itagawanya jimbo hilo yeye kama mbunge ataenda kugombea katika jimbo la Bariadi vijijini, huku akitumia msemo kuwa mkataa kwao ni mtumwa, msemo ambao una maana ya kuwa yeye kama mzaliwa wa Bariadi vijijini hawezi kwenda kugombea nje ya jimbo hilo, na iwapo mheshimiwa rais akaidhinisha, akasema sasa tuna jimbo la Bariadi vijijini na mjini kupitia tume ya uchaguzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi natoka kijijini na mkataa kwao ni mtumwa. Iwapo dhamira ya mheshimiwa rais ikakamilika na akaridhia huo mchakato ufikie mwisho, nitaenda kugombea vijijini. Mheshimiwa mgeni rasmi, huo ndiyo msimamo wangu kwa sababu nimezaliwa huko, nimekulia huko, sitokata kwetu. Umepita mwezi mmoja na siku kumi na tisa tangu mbunge huyo atangaze uamuzi wa huo mbele ya wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM wilaya ya Bariadi, na sasa amebadilisha gia angani kwa kutangaza uamuzi mwingine mpya katika mikutano ya hadhara katika kata za Isanga pamoja na Bunamhala na kueleza kuwa atakwenda kugombea katika jimbo la Bariadi mjini. Kama ni hekima na busara ninazo, sitaki kuwa sehemu ya kukirudisha chama kule ambako mwaka 95 mpaka mwaka 2025 jimbo hili lilikuwa ndani ya upinzani. Kweli si kweli? Sasa nikasema, bahati nzuri nyie mmetulea vizuri sana Wasukuma, kwamba kuna mkubwa na mdogo si ndio? Sasa yule pale kwa umri ni mkubwa kwangu, nikasema sasa hapa huyu sasa tena eh, na uzaka nege, lakini kwa umri ni mkubwa, lazima tupeane heshima, wote ni wateule wa rais. nikasema mimi nimekuwa mbunge wa jimbo zima la Bariadi kaka yangu, kwa heshima ya kwamba nina miaka hamsini na jenu unendi ndo kuruko libewe sasa mimi nitaenda kugombea Bariadi Mjini. Katika mikutano hiyo Mhandisi Kundo alirejea uamuzi wa wake wa awali wa kutangaza kugombea jimbo la Bariadi Vijijini, kuwa aliamua hivyo kwa lengo la kutaka kuendelea kuwaletea maendeleo wananchi wa jimbo la Bariadi siku ya kusoma ilani ya utekelezaji kwa sababu baada ya kugundua mambo ambayo nilikuwa nimeshayafanya makubwa sana ndani ya Halmashauri ya Mji, nikaona kuna sehemu ambayo bado maendeleo yako nyuma, nikasema kwamba mimi nitaenda kule ambako yako nyuma, ili tukainue na kwenyewe lakini nikaambiwa jambo moja, huko unaenda wewe una nguvu, lakini kuna mwingine pia na yeye ana nguvu, mnaenda kuki kukikata chama kuwa vipande vipande. Lakini nini kimemsibu mbunge huyo na kuweza kubadilisha gia angani? Kundo anaeleza. mnaenda kugombea sehemu moja mkiwa na nguvu kubwa kushindwa kupata hekima na busara ya kufanya maamuzi ili aliyewateua aone kwamba kweli nina vijana. Sisi tukakaa tukasema kwamba jimbo ni kwa maslahi ya Chama cha Mapinduzi. Bahati nzuri mwenezi yuko hapa, Mzee Chenge ameniachia jimbo likiwa salama, haliko upinzani wa kufanya kukikata chama katikati, halafu jimbo liende upinzani. Nikasema kwamba kama kama ni hekima na busara ninazo, sitaki kuwa sehemu ya kukirudisha chama kule ambapo mwaka 95 mpaka mwaka 2025 jimbo hili lilikuwa ndani ya upinzani. Kweli si kweli? Global TV tumechukua hatua ya kuwatafuta baadhi ya wananchi katika jimbo la Bariadi mjini kutaka kupata maoni hao juu ya uamuzi mpya wa mbunge huyo, baada ya kusikia kwamba nata, ametangaza kwamba anarudi mjini. Tulishukuru sana na tumempokea kwa, kwa kwa shangwe. Yeye apige kazi tu, barabara zizi zitengenezwe ziwe nzuri, afungue kila kata mabarabara e, aweke mataa kama anavyosema, asija akawa anasema tu bila bila kututimizia, atutimizie kweli. Hapa juzi ametangaza kurudi kwenye jimbo lake, jimbo mama, hili ni jimbo lake kweli. Tumefurahi, tunafuraha sana tunakwenda kupata mbunge wetu wa maendeleo ambaye ametuletea maendeleo katika jimbo letu, mabadiliko makubwa sana kijana huyo ameyafanya na, na ameyapiga kwa moyo mmoja wa dhati. Kwa hiyo wanabariadi tumefurahi sana, tuna furaha kubwa sana na kijana wetu.